Walitilei barabarani, safari iliyokuwa ya siku arobaini ikawa ya siku ya miaka arobaini. Yes. Na katika miaka hii ikakosti wengine wasiweze kufika. Kuna kipindi Mungu anafika katika kanisa linaweza kuwa linaongezeka kwa kazi Yes. Lakini ikafika mahali Mungu akasimamishwa katika kuongezeka yes. Akahitaji wale watu wakaimarike katika neno kwanza, mm. Sasa hapa anaongea na wana wa Israeli yes, wakiwa wanaelekea nchi ya ahadi mm. Hiki kitabu cha ja Kumbukumbu la Torati ili ili Torati ambayo Mungu anamwambia Musa akawaeleze, yes, wana wa Israeli mm. Hapa akawa anawaambia sikia, hii ndio yes, sheria yes, hiyo mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza, mstari wa kwanza, mstari wa kwanza, anasemaje? Nasema hivi: amri hii ninayokuamuru leo, mtaishika kuitenda mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Amen, Amen. Sasa anasema kuna amri ninayowapatia na amri hii mtaitunza hadi mtakapofika hii nchi ambayo niliyoahidia baba zenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ahadi hii ya wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri na kwenda nchi ya Canaan. Ibrahimu alifunuliwa na Mungu, alimwambia yes. Nitakupatia uzao yes. Utakuwa mwingi kama mchanga wa baharini, lakini kumbuka muta, mutaweza kukaa mateka katika nchi ya Misri yes. Lakini baada ya muda fulani mtaweza hmm. kuondoka. Kuna wakati niliwafundisha na nitakuja kuwafundisha, mtakuta ya kwamba Wana wa Israeli walikaa wakapitisha miaka ambayo Mungu alikuwa amesema, wakimaliza miaka hiyo yes. Wataondoka kwa nchi ya Misri. Sasa hapa Mungu akawa amemwambia Ibrahimu mm. Ibrahimu hayuko, alikufa yes. Hapa akawa pia baba yake Ibrahimu amemueleza mtoto wake yes. ambaye anaitwa eh, anaitwa Isaka mm. Isaka akamueleza mtoto wake anaitwa Yakobo ya kwamba itafikia hapa, akamweleza Yakobo na Isau lakini jambo hili linakuja kutokea katika nyumba ya Yakobo. Yakobo yes. ndiye mtoto wake kupitia mwanao aliyeuzwa anaitwa Yusufu mm. ndiye aliyepata klinipasa ya kule nchi ya Misri yes. na alipopata klinipasa ikabidi achukue Waisraeli wote mm. nyumba ya baba yake Yakobo wakaja wakaishi pale mm. na walipokaa pale yes. wakakaa miaka Eh, eh, Yakobo akazeeka kafa mm. Eh, Yusufu akazeeka kafa yes. Lakini kukatokea sasa kwa kizazi cha Musa mm. Hapo ndipo Mungu sasa akaanza kusikia kilio, maana Mungu alimfanya Farao alete mateso yes. Ili wao waweze kuondoka mm. Lakini baada ya kuleta mateso yes. Mungu alisimamisha mtu atakaye kuwa taracha mm. Ndio maana nimesema umoja wa kanisa pamoja na mtumishi wa Mungu. Yes. Mungu hangeweza kuja mwenyewe mm. maana angekuja mwenyewe, wana wa Israeli wangekimbia, wana wa Israeli wangeona wa wange ya kwamba si kitu cha kawaida yes. akaweza kutumia mtu waliokuwa wanamjua wanamfahamu mm. hata Farao akaletewa mtu ambaye amemlea, maana yes. Musa alimuokota kwenye mto na akamlea katika inji ya kifalme. Haleluya, hapa Bwana anataka kuona umoja ukifanya kazi yes. anamtuma Musa, Musa Amen. akasema mimi ni kikugumisi sitaweza. Akasema, sikiza hata kama wewe ni kikukumisi nishakuandalia ndugu yako Haruni yes. wewe utakuwa kama Mungu na Haruni atakuwa kama nabii yes. unampatia Haruni maneno, Haruni ndiye atakayetamka yes. na mara nyingi ukisoma Bibilia carefully mm. unasikia maandiko yanasema ya kwamba walipofika kwa nyumba ya Farao siku ya kwanza, wakauliza mungu wenu anaitwa nani yes. wakamwambia anaitwa ayamu huwa ayamu mm. wakasema ana nguvu gani alafu Musa akamwambia Haruni atupe fimbo, yes. Sio fimbo ya Musa iliyotupwa ikakeuka nyoka, ilikuwa ni fimbo ya Haruni ilipokeuka ikawa nyoka, ndio na e, Farao akasema na wachawi wangu wanayetua mambo haya, wao pia wakatupa fimbo zao, yes. na walipotupa fimbo zao hiyo, yes. ya Musa ikameza, hiyo ya Haruni ikameza sote, amen. Jina la Bwana alipewa sifa. Amen. Mungu anaanza kujidhihirisha ukuu wake na wema wake yes, na anataka wana wa Israeli wamwamini kupitia Musa. kuna wale walio mdharau wa, wali wa, wali wa Musa yes. kuna wale walimuona ni mtoto wa fulani tu mm. kuna wale walimuona ni kijana wa kawaida aliyelelewa kwa inji kwa nyumba ya kifalme na kuna wale waliomwamini wa yes. katika kanisa unaloenda mm. katika mtumishi aliye chini yako yes. unamwamini vipi ili ukapate baraka zako baraka hasiki direct yes. kuna baraka zinakuja kutokea kwa Mungu Amen. na zinapita kwa mtumishi wako ndio zikufikia pale chini. walioamini Musa baadaye yes. walitoka pamoja naye, waliomwamini Musa waliona yes. miujiza ikitendeka Amen. lakini wale hawakuamini walishangaa, wakiona asubuhi mm, na mapema watu wanaondoka tena. yes. ngoja nikwambie, wakati aliwaambia sasa, mazai yamefika, kila mmoja achukue mwana kondoo amchinje na usiku ule kwa sherehe lakini damu yako apake kwa miimo ya milango. Nina imani kuna Waisraeli waliokuwa na kiburi hawakuweza yes. kujinja mwana kondoo yes. na hawakuweka damu kwenye milango Iman. Hata wao walipoteza msaliwa wao wa kwanza. Kiburi na kutokuamini aliyewekwa mbele yako kinaweza fanya ukapoteza kitu cha namana yes. kinaweza fanya ukakosa kukamilisha safari Iman. Kinaweza fanya usifike pale Mungu anataka okay. ufike Amen. Lakini mchana wa leo na kuambia yes. aliyesimamishwa mbele yako muamini, mufate yes. Msikize yes. Muheshimu na umwite Bwana yes. na utafika. Bala anataka muende kitabu cha Saburi, kabla niendelee hapo. Kitabu ni cha oh, Saburi mia moja thelathini na tatu. Maandiko anasema ya kwamba tasama chinzi ilivyo vyema. Saburi mia moja thelathini na tatu. Tazama jinsi ilivyo vyema. Ndugu, mm, na jamaa wakikaa pamoja, Tena kwa umoja, Kwa pamoja tena kwa umoja. Ai ai ai no, no, muulize no, no, jirani yako, jamani, tunakaa kwa umoja pamoja kwa umoja yes, ama hatukai kwa umoja? Muulize nisaidie kumuuliza jirani. Haleluya. Yes. Amen. Soma soma soma. Nasema? Maandiko nasema hivi. -hi. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza na ndugu wakae pamoja. Mstari wa pili. Pamoja kwa moja pamoja kwa moja mbe, kwa pamoja. Kumbe tunaweza kuwa pamoja na tuko kwa umoja, imani. Unajua hilo tunaweza kuwa tuko lakini mawazo yako yako mbali Yes. Mawazo yako yanawaza vile utafikia mkanda yes. Mawazo yako yanawaza vile utaenda kufanya uasherati na, na tamaa zingine za kimwili yes. Mawazo yako yanawaza vile utaangusha biashara ya mwenzako mm -hmm. Mawazo yako yanawaza vile mwenzako utaharibu ndoa yake yes. Mawazo yako yako vile utaweza kuona ya kwamba fulani hafanikiwi oh my God yes. Lakini tukikaa kwa pamoja yes. Na kwa mawazo moja hey, na kwa nia moja yes. Haleluya! Unaweza kaa na mume wako pamoja yes. Lakini usiwe katika umoja na mumeo. Unaweza kaa kwa pamoja na rafiki yako, lakini ndeshe ya rafiki yako sio mawazo mamoja na rafiki yako. Lakini leo tunaomba Bwana yes. akubatie marafiki mtakao kaa Mstari wa pili anasema nini? Yes. anasema hivi ni kama mafuta mazuri kichwani, ni yasukayo ndevuni, ndevu za yes, ya Haruni yasukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Sasa ngoja nikuambie, nikufunulie kitu hapa. Mafuta yakitoka mbinguni, baraka zikitoka mbinguni, zinashuka kwa kichwa cha Nabii Haruni ni nabii wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sikishuka kwenye ndefu zinafika kwenye leadership, mm, yeah, yeah, ikiwa you are working under somebody, iwe ni kazini, iwe ni biasharani, yes, iwe ni kanisani kwa huduma, if you can follow instruction ya aliye mbele yako. Amen. You are walking alone <laughs> Hata kama huyo bosi ni mlevi wa mwisho, yes. Just follow instruction. Na hata kama unaona kuna pengo unataka kuongezea pale kazini, yes. muulize kwanza, nilikuwa naona, yes. tuongezee kitu hiki na hiki yes. Usianze kufanya bosi wako wa ushirika asikuambie tu, tuubiri kuhusu forgiveness. Yes. Ukipiga masao ya kuhubiri unasema nilisikia roho wa Bwana akiniambia niuhubiri about righteousness. Yes, hiyo ni kiburi imeanza kumea. Amina, muulize mwenzangu washawahi ona hiyo kitu ikikuinukia? Haleluya. Follow instruction. Fuata hizo sheria tu. Ah, tuone mimoja anasema hizi nizo sheria ninawapa mtakapoingia. Yes. Katika hiyo nchi Yes. Itakayoimiliki, msisiache. Lakini wengi tuliacha. Anasema kama mafuta mazuri kichwani ba yasukayo ndevuni, yasukayo ndevuni ndevu za Haruni, yasukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Aha. Sasa mafuta yakija, anashuka kwa mtumishi yanashuka kwa leadership, viongozi wako hapo, alafu kwa upinde inafikia waumini wote. When a leader ana support mchungaji anapoenda kutafuta kan team, yes. ya kuenda kenesi mchungaji huyo, hmm, kiongozi pamoja na hicho kikundi, hayo mafuta yanapoteremka kawaya wanani, yes. kuwa anafanya kitambo lazima apitie kwa mtu. Hata alipoleta Yesu Kristo kuwa mitieta, bado mpaka apitie kwa mtu, huyo mtu ndiye aachilie kile kitu ambacho amebeba. Yes. na nitakueleza mambo mengi, yapo mengi tu yaliyonenwa. Amen. Tusonge tusonge, mstari wa tatu, nataka tukimbie kitabu kingine. Wa maandiko yanasema hivi uh -huh. Kama umande wa Hamoni ushukao milimani pa Sayuni uh -huh. Maana ndiko Bwana alikuamuru baraka uh -huh. na mzima hata milele. Umesikia? Kama umande usukao kwenye milima <coughs> ya Sayuni. Yenye milima ya nini? Umande. We can we imagine umande una unatiririka una from the mountains. Inafata nini? Inafata sheria from the top mpaka chini, inanyenyekea, inashuka polepole pole, mpaka ifike chini. Yes. Kama vile mili kama vile umande wa Hamoni ushuka milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka, ndiko Bwana alikoamuru baraka. Ambie mwenzako, baraka zako siko na kiongozi wao awe kiongozi wa ushirika, awe kiongozi wa ibada, awe mwalimu wa ibada ya kwanza yoyote, kiongozi wako wa kiroho ana neema yako. Kuna mwanangu mmoja uliposafiri ukaniambia nifanye huduma, ninashangaa. Kuna vitu vilifanyika vile ambavyo sijaviona, nikamwambia kwa sababu the Holy Spirit, the power of God was within you, was within you, was under you yes. Yesu akaambia wanafunzi, endeni wawili wawili katika kila kijiji. Ah. Na akawaambia nendeni, na waliporudi akawauliza imekuwaje? Wakamwambia we hata mapepo Halo hapo hapo, kungekuwa na wenye tamaa kama saa hii, angesema nimefika kufanya nini? Kufungua huduma? Mwambie mwenzako, ngojea, bado tulia. <tutu> Na alipojua sasa wanahitaji aliwaambia msiondoke Yerusalemu. hmm. <tutu> msifanye nini <tutu> mbona kuambia sasa mmekomaa, mimi ninakwenda, Roho Mtakatifu atawapata njiani, endeni mwanze kuhubiri tu, endeni mwanze kupeana. Atasema ngojeeni Yerusalemu, hati yule msaidizi ataka wakangojea maandiko yanasema, katika katika Matendo ya Mitume mbili arobaini na mbili nasema waliketi katika fundisho la mitume, huku wakisali, wakiomba, na huku wakiumeka mkate kabla kukata kisulizuni. yes. Haleluya wakanena Luka ambazo wasizosielewa yes. maandiko yanasema asubuhi moja mstari mlango wa tatu. Yes. Ali wakwa asubuhi moja wakienda hekaluni mm -hmm. Walipofika hekaluni watu wa hekaluni wakaanza kuwakechei yes. Wakiwaambia, sikiza nyinyi mlikuwa mnatembea na Yesu mm -hmm. Maana mnaponya vipofu, maana mnaponya viwete hapa yes. Kwa keti kuna kiwete ameketi, mbona mm -hmm. hamuchawai munenea akatembea yes. Wakakasirika, wakashikana mikono, wakamwambia Yohana Petero yes. Twende pale kwa keti, wakifika yeah. Kwa keti wakamwambia, sikiza yes. Wewe tukasie mnachoia feda Yes. na daamo latuna Yes. lakini kile tulichonacho Yes. kwa jina la Yesu Kristo kinu Oh. kautembe mandike nasema alipokuwa na tile Yes. wakamushika mikono Yes. wakamunyagiwa Oh. leo iyo kazi liyo kutarawo Oh. inyaniuke kwa jina la Yesu Yes. Kila kilichokuwa kimejifanya kikuelewe, yes. With the Holy Spirit come upon you. Unajua walijua taimu imeshafika maana chuzi wamekutana na, na, na, na the fire of the corner of the Pentecost. Yes. Sasa hapa wanakecheliwa mm. Wakasema hapana, mashariki tumemaliza, tumengojea Yerusalemu, tumekuwa kwa mafundisho, tumekuwa kwa maombi, tumekuwa kwa kumeka mkate mm. Tumepokea nguvu mpya, kwa nini tukae nazo? Walishangaa, wanaona kiweta anaingia kanisani, anaruka, anasema ni Yesu, ni Yesu. Ikiwa utapata sheria ya kiongozi wako yes. Kama vile wanafunzi walipata sheria ya Yesu Kristo, mwanangu na kuwa pia kila chochote kilichoinuka duniani yes, kitanyenyekea mbele yako. Awe mchawi atanyenyekea mbele yako, iwe visiwi vitanyenyekea mbele yako, iwe misimu ya kweli itanyenyekea mbele yako a walipopata instruction mambo yakawa mazuri. Siku moja wakifanya huduma, wakafika kwa nchi mmoja, mci mmoja, wakakutana na mtu mwingine pia anaitwa Simoni, lakini sio Simoni Petro. Huyu ni Simoni aliyekuwa ametega mci na watu. Maandiko anasema watu walimwamini, lakini alitumia uchawi na alipoona Petero wakiweka miku, mikono kwa watu wakipokea Roho Mtakatifu, akasema, sikiseni Bwana, naomba mniuzie hiki mlicho nacho. Yes, yes. Haleluya yeah. mm -hmm. mm -hmm. kuna mm -hmm. vitu vingine si vya kuuzwa, vitu vingine vingine ni vya kuingia kwa maombi maombi vile tulikuwa kwa maombi <laughs> Ni kunyenyekea na kufuata sheria tu. Yes. Siri ya pesa siri ya pesa watamwambia Yes. Wengine, watamwambia sikisa upotelee mbali na fedha zako. Haleluya. Maana walichua mahali wamepata, hiyo si mahali wa kununua, ni kunyenyekea na kufuata instruction. Mwambie wenzako kunyenyekea na kufuata instruction. Baaati mlangu wa mstari nane kwa uwezo wa Bwana maandiko anasema hivi: nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Nawe utakapokula ushibe, mshukuru Bwana Mungu wako ukiendelea, endelea, ukiendele mstari: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake nazokuamuru leo. Umesikia? sheria na hukumu, nataka uende, nataka uende Kumbukumbu la Torati 12, 12 soma nne, tano na sita Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango 12 mstari wa 4, 5 na 6 tunasoma. Kwa hiyo Bwana anasema hivi, wala msimfanyie hivi Bwana Mungu wenu. Aha. Tano. Lakini mahali tukapachagua Bwana Bwana na Mungu wenu ah, katika kabila zenu zote ah, apaweke jina lake ah, maana ni makao yake ah, elekezeni nyuso zenu hapo ah -ha, nawe uende huku ah. Sita ah. pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa ah, na dhabihu zenu ah, na zaka zenu ah, na sadaka ya kuinuliwa ah, ya mikono yenu ah, na nadhiri zenu ah, na sadaka zenu za hiari ah, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Asante. Halo sheria wa, wana wa Israeli na nani wanapoenda mahali palipoinuliwa madhabahuni ambapo kabila zote zinafanya nini? Ama, ama mimi ndio nimesikiza vibaya. Simesema kabila zote wanafanya nini mahali wanakutana na wanakutia Yes. Anasema ukienda peleka huko nini sadaka yako kwanza, sadaka ya nini? Uh -huh. Pelekeni so huko huko sadaka zenu za kuteketezwa ya ya kwanza ya pele na dhabihu zenu na, na, na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na ya mikono yenu na sadaka ya kuinuliwa mikono na nadhiri zenu zenu na sadaka zenu za hiari zah, uh -huh. na wazaliwa wa kwanza wa makundi ya ng'ombe na ya kondoo, uh -huh. Saba sasa, nikuulize swali katika hizo sadaka na maana to, umefuka ng'ombe, sijawahi ona ukileta ng'ombe ukisema hii ni fast food. Umefuka kuku, sijawahi ona ukisema hii kuku ni fast food. nyumbani kwao wamefuka ng'ombe, lakini hata kama hujaleta Jerusalem, ushawahi peleka kwa kanisa lenu la nyumbani. First fruits ya ng'ombe zao, mzaliwa wa kwanza wa makundi ya ng'ombe zenu, ushapeleka? Hello? Pelekeni sadaka zenu na zaka zenu. Sasa wakati hivyo ving'ombe vinakufa sasa ndio unataka uombewe, sasa ng'ombe zako zinakufa. Niko na mwanangu wa Lamu, yule alikuja hapa, anaitwa Imani. Ile siku alikuja hapa, ng'ombe zake mbili zilikuwa zimekufa.